Kwenye kuizungumzia maudhui hii na kwenye kuizunguka maudhui hii ya kuomba janna na kuomba kuepushwa na moto, ndiyo utafutaji eh, ndiyo tamaa ya mtu mwenye akili na busara, fikra zake zote zimeelekea huko, wallahi ladhim. Na ndiyo maana tutakiwa sisi, wallahi, matendo yetu tumfanyie Allah, tumtakasie dini yeye, kwa sababu yeye ndio mwenye pepo aljannatu jannatu wan naru naru pepo ni pepo yake subhanahu wa ta'ala na moto ni wake. Sasa ukiletaria katika ibada zako ikawa ikawafanya ibada kwa kujionyesha, au unafanya ibada watu wakusikie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 Kaaba tumefundishwa kufanya tawafu, kuzunguka tu, na kuna Alhajaru Laswad, ukiweza kulifikia, ukaweza ukulibusu, ni sunna. Kuna msongamano mkubwa, hukufika, yatosha kuashiria, kadhalika kuashiria kwenye vile vikuta eh, kwenye kona ya kikuta cha Rukun al-Yamani kuashiria pale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

nikiwa katika ubora wangu, ushajua wa pia hiyo dua yako ni bora. Na mengine mengi yanafanywa mabaya mabaya. Kwa kweli, wallahi, hili ni jambo la kusikitisha. Ama mtu anakwenda akafanya ibada yake ya sawa, sio akatafuta biashara afanye, atafuta bidhaa nunue, vitu auze. sisi hatuzungumzi mambo ya biashara, yafaa kufanya biashara kwa mtu aliokwenda haji au umra nje ya misikiti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

Nendeni sasa siku ya Kiyama una tahayari na ibada zako za kujionyesha onyesha, nendeni kwa wale ambao mlikuwa mkiwaonyesha ibada zenu duniani. Fandhuruu, kisha mkatizame. Hal tajiduna indahum aljaza zako, je mtayapata kwa wao? Malipo watawapa thawabu? wale watawapa pepo? watawaepusha na moto? Ndio hapo watu watakapotahayari. Mambo ya msingi sana haya ndugu zangu Waislamu.